Hilo ni lefukisho la leo, ndoto zako za kufukuzwa dio hizowachana nazo, maana sitaziobea fukuzwe dio sijimie kweli. Mimi nitaombea ndoto ambayo inaweza ikakupa furaha taombea jamo waale maono ambayo ninajua haya yataleta amani kago katika jina Yesu, okay. Na wako watu ambao walikuwa na maono walikuwa wanajiona ya kwamba hao kuna mahali wanafika na kuna siku Amerika, mahali Bwana akawajalia wakafika ko mahali, na mtu wa kwanza ni Yusufu. Sema Yusufu, sema Yusufu, Yusufu alikuwa anaota tu ndoto. Alikuwa anajiona ya kwamba yeye kuna wakati anakuja kuwa kiongozi, kuna wakati anakuja kutawala mahali. Alikuwa anaota tu ndoto na, na akaanza kumwambia babake, akaanza kuambia ndugu zake, mpaka wakaanza kuulizana maswali baba